Meibk ndugu uh, malivika aliswali nadhani takujiko kwa um, Kiswahili ukumalivika aliswali anasema, kuna uhusiano gani kati ya sisi na rais wa zamani Bwana Joseph eh, Kabila. Rais Kabila ni mwananchi wa Kongo, nadhani hiyo sio tunaisahau mara nyingi. Ni, ni mwananchi wa Kongo na anakuwa na haki yake kama mwananchi wa Kongo kuwa na uhusiano yoyote na Wakongomani. Na kia pili, alikuwa ni rais wa nchi hii, aliongoza nchi hii, ni mtu ambaye anahitaji heshima, tunapashwa mpa heshima yake kwa yale ambayo alifanya ndani ya nchi, yakawa mazuri yakawa mabaya, lakini aliongoza nchi hii na ni kwa hiyo sisi tunampa heshima. Ya tatu, Rais Kabila leo anakuwa mwanasiasa ambaye anakuwa ndani ya opposition na sisi tunakuwa ndani ya opposition, akisema tunakuwa sisi sote pande mmoja ambao tunapiganisha mambo mabaya, uongozi mbaya ndani ya nchi, na hiyo ndio inakuwa relation ambayo in inahusisha sisi na yeye. Eh, unasema tulirudisha wa FRDC ndio, tuliwaambisha na wenye walikuwa na mpango wa kurudia Kinshasa walikuwa karibu elfu moja mia tatu karibu, na tunangoja tupate final report ya watu wa seise, ili watwambie wangapi kabisa walienda, maana sisi tuli sesh hiyo operation, lakini sio sisi tulisimamia. Wenye walisimamia ni wandugu zetu waseise, alafu tuna ngoja ripoti turudie ili tuwe na namba kamilifu ya wale ambao walienda, lakini ombi letu sisi ilikuwa ni wote kwenda, maana walikuwa wanakatiza usalama ndani ya mji ya Goma kama hivyo nilisema kwa introduction, wale watu walikuwa wanatoka ndani ya kampu ya mliso wanaingia ndani ya tabwe ama ndani ya mjini wanaua watu alafu wanapatia watu wa Kinshasa kisingizio ya kuonyesha kwamba ni sisi ambayo tunaua watu. Na, na wakati ulianza operation ya kuweza kufunga hawa na watu, nadhani umesikia watu wa Kinshasa ndio walilalamika wanaanza kusema sisi tunafunga watu, tunafunga watu, maana walikuwa watu wao. Na nadhani tulifanya mpango ya kuweza kuonyesha wale watu ambao tulifunga, na kuwaona walijitetea wenyewe, kama walikuwa ni jeshi aifaniasi, na wengine walikuwa FDLR na wengine walikuwa wazalendo eh, na kwa wengine wa mambo, kulikuwa pia wale ambao waliki zenzei ambao nao wanachangia kwa kuleta usalama mdogo ndani ya taifa vile yako, alafu nakua wale ambao wanapewa pesa na Kinshasa kupitia mobile money ili waweze wakafanya maafa ndani ya mji, alafu waoneshe kwamba chama chetu atizingatie usalama ndani ya mji wa lakini Jeshi letu na vikosi vyetu vyote vya usalama vinafanya vyote kuweza kumaliza hii mambo na kurudisha usalama ndani ya mji wa Goma, na usalama unarudi polepole. Asante kwa hiyo swala